Taarifa ni kitu muhimu hasa kwa binadamu, hii ikiwa na maana kuwa kila binadamu ana haki ya kupata taarifa ili kuweza kujifunza na kuongeza uelewa wake wa mambo mbalimbali mbali. Kuongea, kuandika, kusoma ni baadhi ya njia zinazotumika kwenye mawasiliano, lakini si watu wote wanaweza kutumia njia hizo kwenye mawasiliano, kwani wapo wale wenye ulemavu wa viungo mbalimbali mbali, hali inayoweka mpaka kwa wao kutumia njia hizo za mawasiliano na kwa kutambua hilo ndiyo maana leo Januari 4 dunia kwa pamoja inaadhimisha siku ya maandishi nukta nundu kwa Kiingereza braille. Maandishi ya nukta nundu ni njia mojawapo ya kupokea taarifa inayotumika na watu wasio na uwezo wa kuona hii ni siku ambayo ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi Novemba mwaka 2018 na, na ilianza kuadhimishwa rasmi Januari 4 mwaka 2019 duniani kote, hivyo kufanya mwaka huu 2026 kuwa ni mwaka wake wa saba tangu ianze kuadhimishwa. Siku hiyo pia inakubali kwamba wale walio na ulemavu wa kuona wanastahili kiwango sawa na cha haki za binadamu kama kila mtu mwingine. Shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO linasema mkataba wa kupitisha maadhimisho ya maandishi ya nukta nundu yanatambua maandishi ya nukta nundu kama muhimu kwa ajili ya elimu, uhuru wa kujielezea na kutoa maoni sambamba na kupata taarifa muhimu na ujumuishi. Maandishi ya nukta nundu au Braille inaadhimishwa kuheshimu kuzaliwa kwa mvumbuzi wa maandishi haya. Huyu ni Louis Braille. Maandishi ya nukta nundu kwa ulimwengu imenufaisha maisha mamilioni ya watu duniani kote ambao ni vipofu au wenye matatizo ya kuona. Neno Braille lilipewa jina la muumbaji wake Louis Braille. Louis Braille alikuwa Mfaransa ambaye alipoteza uwezo wake wa kuona alipokuwa mtoto alipojichoma na mkuki wa baba yake kwenye jicho kwa bahati mbaya kuanzia umri wa miaka kumi alitumia muda katika taasisi yake ya kifalme ya vijana vipofu nchini Ufaransa ambako alitayarisha na kuboresha mfumo wa nukta zilizoinuliwa ambao hatimaye ulijulikana kama nukta nundu. Louis alikamilisha kazi yake akitengeneza herufi zilizo na nukta sita hivyo kufanya iwezekane kwa ncha ya vidole kuhisi neno kwa mguso mmoja. Hatimaye taratibu za nukta nundu zikakubaliwa ulimwenguni pote kuwa njia kuu ya habari iliyoandikwa kwa vipofu. Kwa bahati mbaya, Louis hakuwa na fursa ya kuona jinsi uvumbuzi wake ulivyokuwa muhimu kwa ulimwengu. Alifariki mwaka 1852 miaka miwili kabla ya taasisi ya kifalme kuanza kufundisha nukta nundu. WHO inasema watu wenye uoni hafifu au wasioona kabisa wako kwenye nafasi kubwa zaidi ya kukumbwa na viwango vya juu vya umaskini, kuto kukidhi mahitaji yao au haki zao, kuwa na madhara makubwa. Kupoteza uoni mara nyingi huenda sambamba na ukosefu wa usawa katika uhai wote, afya duni na vikwazo kwenye elimu na ajira. Na kwa kutambua hilo, Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano wa wabia mbalimbali duniani wanachukua hatua kuhakikisha huduma kwa watu wasioona zinaimarishwa kwa kuweka maandishi ya nukta nundu kwenye maeneo mbalimbali. Na hii ni kalenda ya leo, nami Elesia Haule. Shukran sana Elesia Haule, profesa mshiriki, kwa kutujuza hayo ambayo yanahusiana na kalenda yetu ya leo ambapo kwa pamoja dunia inaadhimisha siku ya maandishi ya nukta nundu kwa Kiingereza Braille na moja kwa moja tunaungana na mwalimu Peter Kisanga huyu ni mtaalamu wa maandishi ya nukta nundu ama Braille kutoka chuo kikuu cha dar es salaam udizim habari e, za asubuhi na karibu sana mwalimu njema njema njema sana David habari za leo habari za leo ni njema sana kwanza unazungumziaje siku hii ya e, nukta nundu ama Braille. Uh, ni siku ambayo ilitoa mwangu kwa watu wasioona, kwa sababu hapo awali kabla ya ugunduzi wa maandishi haya walikuwa wanatumia maandishi ya kawaida haya maandishi kama yetu, yani kwa mfano, hayo neno David, imekuwa imeandikwa David kama kawaida, ile uwa ametunishwa, lakini maandishi ambayo yalikuwa yanakwamisha katika kufikia malengo yao ya ya kielimu. Kwa kupitia huyo mgunduzi huyo Louis Braille Mfaransa ilikuwa kama ni mwanga sasa, kwamba sasa watu wasioona nao wanaweza wakatumia minzi zao za kuona wakupasa, kwa kupapasa kwa, ni maandishi ambayo yanatumika na watu wasioona nimesikia neno hapo kipofu, <laughs> yanatumika na watu wasioona kwa ajili ya kusoma na unajua, bila elimu, bila misingi ya kusoma na kuandika, bado huwezi kuwa na msingi wowote wa kusoma. Kwa maandishi haya ilitokea kama mwanga baada ya huyo mgunduzi Louis Braille ambaye alipata kutokuona miaka hiyo ya elfu moja mia, mia nane na tisa na leo tarehe nne mwezi wa kwanza ndio kama birthday yake, ndio tarehe aliyozaliwa. Sasa dunia iliamua kuteua siku hiyo kama siku ya kuadhimisha siku ya Braille duniani. Ndi, na, na mwalimu s haya, haya maandishi yanafanyaje yes. kazi kwa sababu mtu anaposikia nukta nundu ama Braille, na uh, kama tulivyoona hapo kwenye makala yetu, anaona ni vinukta, nukta, yanafanyaje kazi? Ayama, watu wasioona wamepoteza uoni wa uoni wamepoteza wa mlango wa fahamu wa kuona kwa hiyo minzi yao inabaki kwenye milango mingine ya fahamu, milango ya kugusa. Sasa hiyo maandishi kama navyoyaona hapo, kama anavyoonekana kwenye skrini, ni maandishi ni nukta nundu sita, kwa zile herufi zile kama unazofahamu eh mpaka zedi zimejikita katika hizo nukta nundu sita. Kwa hapo anaweza kaandika, mfano kama anaandika, anaweza kaandika kwa kutumia hicho kifaa ambacho kila hicho kifaa, kila herufi moja, kwa mfano kama D. D inaweza kuenea kwenye hicho ki, ki, ki, kinukta nundu kimoja sita. A kwenye kwenye ki, ki, kinani kingine kitalamwanazita hizo cell. Kwa ni kama hayo maandishi yamejikita kwenye namna ya na, na kusoma ni kusoma kama kawaida kutoka kulia kwenda kwenda kushoto, kwa kupapasa kwa vidole, sio kwa kuona kwa macho. Wanao maandishi anasoma kwa kupapasa kwa kwa vidole kutoka kulia kwenda kushoto. Mm -hmm. Lazima usome kwa kupapasa kwa kwa, watu wasioona wanasoma kwa kupapasa kwa vidole. Mwalimu, hapo umesema ndio Ndiyo, maumbo ya herufi za braille yanafanana duniani kote kwa mfano, ukiangalia lugha yetu na maandishi haya ya kawaida, Kiswahili, Kichina, Kiarabu eh, ki, zinatofautiana Sui, ki Korea Kusini, unakuta maandishi yetu, maumbo herufi zinavyoumbwa zinatofautiana. Je, katika ah, hii maandishi ya braille zinafanana duniani kote ama inakuwaje? Na umetuambia kutoka kulia kwenda kushoto akiwa anaandika Kiarabu anafanyaje? s So, eh, Kiarabu akifati kama sisi Waswahili tunavyoandika ni kama kawaida, yani maandishi na nini. Ni lugha tofauti yake itakuwa ni lugha tu, kwamba hapa anasoma breli ya Kiarabu, hapa anasoma breli ya Kichina, hapa anasoma breli ya Kiswahili basi, lakini yote yao kwenye mfumo huu, huu na kuandika ni kutoka kushoto kwenda kulia. Labda wakutumia hivyo vifaa, kuna kifaa kimoja umekiona hapo cha kijani mm. Hicho uandishi wake ndio tofauti. Kama hivyo, Kiarabu anaandika kwa Kiarabu, lakini akishafunua ile karatasi yake kwa ajili ya kusoma ataisoma kwa, ataisoma kama kawaida ambavyo wanasoma kutoka kulia kwenda kushoto, kwa maandishi yote ya kwenye mfumo huo. Tofauti yake itakuwa tu hiki ni, hii breli ya Kiarabu, hii breli ya Kifaransa, hii breli ya Kiswahili, hii breli ya Kichina, hii breli ya Kichaga na kadhalika. Ndiyo. Na ipi hasa ni changamoto ambayo ni kubwa katika kujifunza maandishi ya braille kwa wasioona ama kwa wataalamu ambao wanajifunza kuwafundisha wasioona, ipi changamoto kubwa ambayo inajitokeza katika kujifunza maandishi ya braille? Changamoto kubwa ni kusensitize, kujifanya vile vidole vile active. kwa mfano mimi hapa ni mtaalamu wa braille na hiyo braille mimi naisoma kwa macho lakini nikitaka kuisoma ku, hiyo kwa kupapasa kwa, kwa, kwa, kwa siwezi. Hata leo hii kwa bahati mbaya nikipata kutokuona, lazima nijifunze tena kwa sababu lazima nisensitize vidole vyangu viweze ku, viweze kuwa active kwa ajili ya kusoma hivyo vidole. Kwa hiyo changamoto inayokuwepo ni kwamba kwanza huwa tunapata kumfundisha asiyeona kabisa braille, kwanza watu tunapata nafasi ya, ku, ya kufanya vidole vyake kuvihuisha ili viweze vye, kupapasa hiyo baada ya kwa kutumia vifaa mbalimbali. Baada ya hapo, basi anaanza kusema kama vile tunavyojifunza hey, a mpaka z, a e i o u ndivyo wanavyojifunza nao, wana watu wasioona wasio mm -hmm. Ndio, na tufahamu, kwa sababu kuna ambao wanakuta wanajifunza braille labda chuo kikuu, huku nyuma alikuwa labda hajazoea haja au hajawahi kuwa na zile typing na nini, hapo inakuwaje au, au mambo yako vipi? Una, una unaanza kama vile kama watu wa kawaida wanavyoanza kwa mm -hmm. preschool shule ya awali na nini, chuo kikuu inakuwa ni, ni nani tu ni namna tu ya ni mlinzi yake ya, ku, ya, ku, ya kujifunzia anaitumia. Amna amna mwanafunzi ambaye anafika level ya chuo kikuu asiyoona ambaye anajifunza breli chuo kikuu mm -hmm. labda kama upofu wake au kutokuona kwake amekuwa na akiwa chuo kikuu, kwa lazima tumfundishe braille kwa kutumia hivyo vidole kama kawaida. Lakini anapoanza tu, kuna maana wana preschool kama kawaida, wana wana, wana undergo mfumo wa kawaida. kuna kwa kuna preschool yenye shule ya shule ya maandalizi au shule ya awali, wanakuja shule ya msingi darasa la kwanza mpaka la saba kwa kwa, kwa mtaala wa sasa hivi, wanakwenda shule ya sekondari kwa mwani mpaka kidato cha kwanza mpaka cha cha cha, cha sita atakwenda chuo kikuu na wapo mpaka waliosoma ni maprofesa lakini kwa kutumia mfumo huu, huu wa braille. Na kwenye kasi ya kuandika hali ikoje? Kwa sababu mfano kwenye lecture au mihadhara ambayo mnakuwa mnafundisha nyie wa, eh, walimu unakuta anaongea kwa kasi na mwanafunzi wakati mwingine anapaswa ku take note kinachoongelewa au kinachoendelea kwenye upande wa braille, mtu pia anaweza kawa na kasi ya kuendana na spidi ya mwalimu au inakuwaje, Nika kati ni nani, tunakuwa kawaida kama mwingine, tofauti yake itakuwa ni kifaa anachotumia kwa sababu brel, tofauti yake sisi na wao, sisi tunatumia peni na karatasi, lakini wao kuna mashine maalum pekings brela, anaweza kuwa anatumia pekings brela au anaweza kutumia hivyo vibao hapo, au kuna teknolojia sasa hivi brel sense, anaweza kutumia teknolojia kama ya kompyuta inaongea, lakini yeye anachapa kama kawaida, na uh, ukisha, ukisha, ukisha, ukisha master ile brel, ni sawa na watu wa kawaida kama wewe unavyoandika na unavyosoma vile vile, kwa sababu ni kumaster kwa. Ukimkuta mtu anasoma braille kwa kusita sita, na maana huyo haja master kama ambavyo wapo wa kawaida ambao wanasoma, anaweza kuwa anasoma anajui ana, kusoma. Unaona mtu labda anaambiwa labda asome hapa au aape, anashindwa kwa hapa, au labda kuna changamoto yote katika, anakuwa hajui kusoma, haja master hiyo lugha vizuri. Kama amemaster, kwa mfano wale ambao wamefika chuo kikuu wanasoma kama kawaida kama sisi, kwa wanaandika na vifaa tofauti yake. Vifaa v tunatumia peni, tunatumia kalamu na karatasi au notebook, wao wana zingina, kwa, vifaa vingine ambavyo vinatumiwa. Vifaa atakachokuwa nakitumia nai atakuwa na atakuwa kichagua yeye na atakuwa ameshakimaka hicho. Asante sana mwalimu kwa maelezo yako hayo ya kitaalamu, tunashukuru sana na uwe na jumapili njema, asante. Nashukuru sana sana nyinyi, na jumapili njema sana. Huyo ni mwalimu Peter Kisanga, mtaalamu wa Braille kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, kama ambavyo tumezungumza naye. Dunia ya kwa pamoja ikiwa inaadhimisha siku ya maandishi ya nukta nundu kwa Kiingereza Braille. Umesikia eh, mesi mambo ya kitaalamu. Nimesikia na nimeelewa na nimefurahi pia maniwa.